Kura imekamilika yafuatayo. E, sasa ni matokeo ya uchaguzi wa mwenyekiti wa halmashauri na makamu mwenyekiti. Tukianza e, na matokeo ya kura za mwenyekiti wa halmashauri, idadi ya kura zilizopigwa ni thelathini na nane, kura zilizopigwa ni thelathini na nane, kula halali thelathini na nane kura zilizoharibika hakuna. Ninamtangaza Gilbert Tarimo kuwa mshindi. Nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa siku hii nzuri, lakini nichukue fursa hii pia kushukuru waheshimiwa madiwani kwa kunipa tena nafasi hii ya kuwatumikia. Niwaahidi kwamba taenda kufanya vizuri, taenda kutenda haki kwa kila mheshimiwa diwani.